Inashangaza sana kuona kwamba mpaka sasa hivi kuna watu bado wanaamini kwamba wanaweza wakaona matokeo kwenye maisha yao kwa kubahatisha, kwamba anaweza siku moja akawepo tu, anatembea njiani akaokota pochi ya mzungu, akaokota pochi ya tajiri, na maisha yake yakabadilika kuanzia siku hiyo hiyo na kinachoshangaza na kuumiza sana ni kwamba hiyo fikra, huo mtazamo unaokuta hata kwetu sisi vijana ambao tuna nguvu, tuna utashi, tuna ushawishi, tuna kila sababu ya kutumia uwezo wetu kutafuta na kupata matokeo tunayoyataka kuliko kutegemea bahati. Fikra za namna hii zimekuwa ni mnyororo unaowafunga walio wengi sana, na wanashindwa kutoka kwenye hali ya maisha ambayo hawaipendi. Wanaishia tu kusubiria kwamba kuna mtu tu siku moja atakuja awaokoe atakuja wakomboe, atakuja wasaidie. Na hata kama huyu mtu asipokuja, wanategemea kwamba kuna kitu kitatokea kwa bahati tu, yani kama vile unavyojikwaa, wanategemea kwamba utajikwaa kabla ya kudondoka utakuta pochi na hela nyingi, na hizo hela zitabadilisha maisha yako hicho kitu hakipo. Na wengine hawafikiri kwa staili ya kuokota, ila wanafikiria kwa namna za kiutofauti kidogo. Anahisi kwamba promotion kazini ataipata kwa bahati, au anahisi kazi kubwa ambayo anaitamani kwenye shirika fulani, kwenye kampuni fulani ataipata kwa kubahatisha au kwa kupendelewa au kwa kuhurumiwa. Mitazamo ya staili hiyo na fikra za namna hiyo zimeifunga sana jamii ya Kiafrika na hasa kwetu sisi vijana. Kwenye hili somo nitaongelea ni kwa jinsi gani vijana hasahasa wa Kiafrika tunashindwa kupata matokeo yetu tunayoyataka hasa kiuchumi na kifedha, kwa sababu ya fikra za zamani zilizotufunga, na pia nitakuonyesha hatua ambazo unatakiwa uzifuate kama unataka kutoka kwenye huu mnyororo na mzunguko wa vifungo vya fikra na mitazamo ya kizamani ambayo haiendani tena na nyakati hizi. Tuziangalie kwanza hizi fikra zinazotufunga, na ya kwanza ni ile kuamini kwenye mafanikio, kuamini kwenye kupata matokeo unayoyataka kwa kubahatisha. Ni kama nilivyosema mwanzoni, huwezi kubahatisha kufanikiwa kifedha, kwamba utaokota hela kwenye mfuko wa mtu, huwezi ukaokota hela kwenye benki au kwenye akaunti ya mtu, sehemu yoyote. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Mafanikio ya kifedha yanaambatana na, na ufahamu wako, mipangilio yako, uchapakazi wako, mitazamo yako. Ni kitu gani unakiweka mezani ambacho unauza? Unamuuzia nani wakupe fedha? Kama unaajiriwa unajipanga vipi kuendeleza career yako? Ni mitazamo ya staili hiyo inaweza ikakusaidia. Ina siku tukifahamu kwamba wanaobahatika zaidi ni wale wanaojituma na kujipanga na kuto kuchoka kutafuta na kuimprove, kupiga ngazi za juu, ndo siku hiyo tutaacha uvifu na uzembe na fikra zinazotufunga kwamba tutaweza kufanikiwa bila kuweka juhudi na maarifa na nguvu na uvumilivu. Bahati inaenda kwa wanaojituma, haiendi kwa wavivu wazembe, na waliojifunga kabisa kifikra wakisubiria kusaidiwa. Kitu kingine ambacho kinawafunga walio wengi, hasa kwetu Afrika, ni hofu ya kufeli, ni hofu ya kuto kufanikiwa. Watu wanashindwa kuanza wanaogopa kuanza, wanaogopa kufanya vitu vizuri, wanaogopa kufanya vitu vikubwa, kwa sababu kuna hofu iliyojengeka kutoka kizazi mpaka kizazi. Kwa sababu babu alishindwa kufanya kitu fulani na baba akakishindwa, wanakuwa ndo chanzo cha kuongezea hofu kwa watoto wao au wajukuu wao, kwamba haya mambo sio ya kwetu, haya mambo ni ya watu wengine waliobahatika, watu wengine ambao wameumbiwa, sisi sio si, si, wa hivyo. Kwa hiyo ile hofu inajengeka na inarithishwa inafanya watu wengine wasiende mbali. Ndio maana utakuta ukoo wa watu ambao wako kwenye biashara wataenda humo humo, walio wengi wanaoajiriwa wengi wataenda humo humo, walimu watakuwa humo humo. Walio wengi wanaenda kwenye maeneo ambayo wameyazoea wanayajua, sio kitu kibaya, lakini kama unataka kufanikiwa na kuona matokeo kwa viwango vya juu, ni lazima ujifunze pia kuishinda hofu. Dawa ya hofu ni ujasiri, na ujasiri wenyewe inabidi uanzie hapo hapo kwenye kuidhaa na kuishinda hiyo hofu inayokuzuia kupiga hatua na kupata mafanikio. Kitu cha tatu kinatukwamisha ni kuzifuata tamaduni, mila na imani ambazo haziendani tena na nyakati hizi. Kama ukiendelea kuwaabudu watu wa jamii fulani kwa sababu wenyewe unaamini ndio wameumbiwa kuwa matajiri, ndio wameumbiwa kuwa na uwezo wa kifedha na nyiye mmeumbiwa kuwatumikia na kuwaabudu na kupata chochote ambacho kwao kitakuwa ni ziada, huwezi ukafika kokote. Kama ukiendelea kuamini kwamba pesa inawafanya watu wawe na tabia mbaya, wawe na viburi na inawafanya watu wawe na roho mbaya, huwezi ukatamani kushika pesa, kwa sababu utaogopa kuwa kama wale wanaonekana kwamba wana roho mbaya. Lakini kwa upande mwingine, kama ukiendelea kufikiria na kuamini kwamba ukifanikiwa, kuna watu watakuharibia, kuna watu watakuua, kuna watu watapoteza kila ulichokuwa nacho, hizo ni imani ambazo zinazalisha hofu na vyote kwa pamoja vinakufanya usitoke ulipo, usifanikiwe wala kusogea. Sio kitu cha kukaa nacho. Zipo imani nyingi ambazo utazikuta kila sehemu kwa namna yao, na hizo imani ni za kuachana nazo, kwa sababu ni za kizamani na hazifai tena kwenye nyakati hizi. Kitu cha nne kinakwamisha wengi, hasa vijana, ni kukwepa majukumu. Walio wengi wanakwepa majukumu na wanakimbilia lawama, na mara nyingine wanatoa laana kwa watu wengine kama huwezi kuona jukumu la kujilisha, kujivalisha, kuwa na maendeleo yako binafsi, unategemea vipi mtu mwingine aone kwamba hilo ni jukumu lako kukubebea hivyo vitu basic kabisa kwenye maisha yako? Na kama huwezi kubeba jukumu kwa ajili yako mwenyewe kwenye vitu vya kawaida utaweza vipi kubeba majukumu ya familia, majukumu ya vizazi vinavyokuja nyuma yako? Akishatokea mmoja tu ambaye majukumu sio kitu chake, wote watakaofuata chini yake utakuwa ni mnyororo huo huo, kila mtu atamtupia mwenzake mizigo. Na ukisha shindwa majukumu, unaanza kuwa tegemezi, na ukisha kuwa tegemezi, utanyanyaswa, utasimangwa, utapangiwa cha kufanya, utapangiwa mpaka ni kiasi gani ule, utapangiwa ni nguo gani uvae, ni eneo gani uishi, utapangiwa namna ya kuishi kwenye maisha yako na kiwango ambacho utaishi nacho, ni kwa sababu tu Umekimbia majukumu. Majukumu inabidi uyavae na uyabebe. Ukishajua hilo, majukumu hayo hayo ndo yatakufungulia mlango wa kuwa huru na kuyapata unayoyataka. Mambo ya ajiki wepesi. Kitu cha tano kinatukwamisha, kinaturudisha nyuma ni kutegemea elimu, maarifa na ujuzi wa zamani kwenye zama hizi za sasa hivi na zama zinazokuja mbele yetu. Ukitegemea ujuzi ule ule au mbinu zile zile ulizozitumia miaka kumi ishirini nyuma uendelee kuzitumia leo na kesho kwenye ulimwengu huu wa watu ambao wanaenda kasi sana, ulimwengu huu ambao una teknolojia zinaenda kasi sana, mabadiliko yanakuwa kwa spidi kubwa sana. Ukitegemea elimu ile ile ukajifungia hapo hapo, utajikuta mwisho wa siku umesimama wakati wengine wanakupita utajikuta ni kama umejifungia kwenye kisiwa, kwa sababu hicho kisiwa kinakupa ujuzi na maarifa ambayo unayafahamu tu, na waliohama na kufungua mipaka yao wakajifunza mapya ujuzi na maarifa kwa namna mpya, ndo hao wataweza kushika na kutawala na kusogea. Kwa hiyo inabidi tujifunze kuwa watu tunaoishi kwenye maarifa mapya kila siku, kila mara. Sasa ukishajikuta kwenye hivi vifungo, ukishajikuta kwenye hii minyororo, unaweza vipi kutoka? Kuna hizi hatua unatakiwa kuzifuata. Kitu cha kwanza unatakiwa ujitambue, jitambue wewe ni nani, tambua wewe unataka kuwa nani, tambua uwezo wako ulionao wa kuumbiwa, na uangalia hata ule uwezo ambao umeujenga kutokana na elimu yako uliyoipata, maarifa na ujuzi. Safari ya kuvunja minyororo yoyote iliyokufunga kwenye maisha, hasa hasa kwenye fikra, inaanza na wewe kujitambua. Inabidi utambue vitu hivi vitatu vya msingi. Tambua unaongozwa na mfumo upi wa kiimani, na hapa siongelei dini, inaongelea kwa ujumla wake kwenye maisha yako. Wewe ni mtu ambaye unaamini kwenye mambo gani, una maono gani na una malengo yapi? Imani kubwa itakupa picha kubwa ya maisha yako, ambayo itakusaidia kujitambua na kuelekea kwenye sehemu ambayo itakusaidia kutoka kwenye minyororo. Kitu cha pili, inabidi utambue ni mabadiliko gani unayahitaji kwenye maisha yako kutokana na ile minyororo ambayo imekufunga na ukaigundua kwamba imekufunga kwenye maisha yako na kutokana na imani ambayo umegundua unaenda nayo kwenye maisha yako. Kitu cha tatu, inabidi ujue ni malengo gani umejiwekea ambayo yanaendana na ndoto zako na picha yako kubwa ya maisha yako na imani yako inayokuongoza kwenye maisha. Hayo yatakusaidia kujitambua. Hatua ya pili, sasa unatakiwa kuanza kufikiria na kutenda nje ya mifumo, kwa sababu hiyo mifumo mingine ndo imeshikiliwa au inaongozwa na imani na mitazamo ya zamani. Kwa hiyo inabidi sasa uanze kufikiria na kutenda kwenye mifumo ya kisasa na ile ambayo ina mtazamo wa kesho zaidi. Kwenye hili jitahidi uwe mtu wa namna hii. Usipende kuamini kila kitu kwa jinsi unavyokiona au kwa jinsi unavyokisikia. Jaribu kuangalia mtazamo kwa pembe nyingine, kwa engo nyingine, unaweza ukauona ulimwengu kwa namna tofauti, na hapo ndo utakuwa unaona nje ya mfumo. Jipe uhalisia tofauti na ule unaouona au ule unaousikia au ule unaoletewa mbele yako na hili ndo eneo la kuwekeza sana kwenye ujuzi na maarifa ya kisasa, kwa sababu ili uweze kuona nje ya box, ili uweze kuona nje ya mifumo, unahitaji ujuzi na maarifa makubwa sana ya kisasa. Na katika haya yote, usisahau kwamba safari yoyote ya kujiondoa kwenye minyororo ya kutafuta matokeo haikosi changamoto. Kwa hiyo, kuwa tayari kwamba ukianza kuangalia nje ya mifumo na kufikiria nje ya mifumo na kutaka kutoka, zinaweza zikaibuka baadhi ya changamoto ambazo, kuwa tayari kuzivaa kuzikabili na kuzishinda. Hatua inayofuata baada ya hapa sasa ni kujenga mtazamo wa kujitegemea kwanza kabla ya kuwategemea wengine. Na kwenye hili, kitu cha kwanza unatakiwa kufanya ni kuvaa majukumu yako. Kitu cha kwanza unatakiwa kuwa mtu wa kubeba majukumu yako mwenyewe na watu wako wote wa karibu ambao wanakutegemea. Beba majukumu yako ya maisha. Amini kwenye ufumbuzi na utatuzi wa matatizo yako kabla ya kuanza kulalamika. Jiamini kwamba una uwezo na nguvu na nia na sababu ya kutatua na kupata ufumbuzi kwa mambo yote na changamoto zote zinazokuzunguka kwenye maisha kabla ya kwenda kumlaumu mtu au kuilaumu serikali kwamba hawajakufanyia unachotaka wekeza kwenye ubunifu na njia tofauti za kuyafikia malengo yako uliyojiwekea, kwa sababu hakuna njia moja ya kufikia mafanikio, hakuna njia moja ya kufikia malengo, hakuna njia moja ya kupata matokeo unayoyataka. Kuwa mbunifu hapa, na bahati nzuri ushaanza kujifunza kufikiria na kutenda nje ya box, nje ya mifumo. Hayo maarifa mapya, teknolojia mpya, ujuzi mpya utakusaidia kuwa mbunifu kwenye maeneo tofauti, ili mradi tu ule mtazamo wa kujitegemea kwanza wewe kabla ya wengine unakuletea mafanikio na matunda na matokeo unayoyataka . Kitu cha muhimu sana unatakiwa kuwa nacho kwenye hili eneo ni kujizungusha, kukaa karibu na watu wenye fikra, mtazamo na mienendo inayoendana na wewe au ile ambayo inaendana na jinsi ambavyo unataka uwe. Ukikaa na watu ambao wanaamini kwenye mifumo isiyofunguka na kubadilika, hautabadilika au watakuona hauwafai lakini ukianza kujizungusha na watu ambao wanaamini kule unakotazamia, wanaamini matukio makubwa, wanaamini kwenye vitu vipya, wanaamini kwenye maendeleo, na wewe utakuwa mtu wa hivyo na utapata mengi ya kujifunza kwao, na mtakuwa mkiongea lugha moja ambayo itakusaidia kuona kwamba hauko nje ya imani au dunia inavyoenda. Utaanza kuona kwamba dunia inaenda hivi. Inabidi ujue kwamba kila ukikaa na kufanya kitu watu wakakupinga, na wewe ukaamua kukubaliana na huo mtazamo, na hiyo fikra itakufunga pale. Kumbuka kwamba kuna watu wengine, sehemu nyingine, wanaishi kwa mtazamo ule ambao umeushindwa hapa, ila hauko nao, haujawa connected kila mtu ana ulimwengu wake. Wale waliodhani kwamba mlikuwa mnasoma wote shule, walikuwa wanafanya vizuri, siku hizi waoni, watakuwa waliferi, walishindwa. Ni kwamba wanaishi maisha yao kwenye dunia yao, ambayo wewe huwezi kuingia na wao hawawezi kurudi kwenye dunia yako, na unahisi wameshindwa, hawajafanikiwa, kumbe wanaendelea vizuri sana. Ni kwa sababu hamkutani. Kwao, kaa na watu ambao wanaendana na wewe au wanaendana na kile unachokitafuta. Kama wapati, watafute na wewe anza kubadilika, hivyo mtavutana na mtakutana. Na hatua ya mwisho unatakiwa kuizingatia ili kushinda minyororo ni kuwa mtu wa kupiga hatua ndogo ndogo za mafanikio, za kutafuta maendeleo, za kutafuta matokeo, pole pole kila siku sisi tunasema piga hatua moja kwenda mbele kila siku. Mabadiliko makubwa na matokeo makubwa hayatokee ndani ya siku moja, ndani ya wiki moja, ndani ya mwezi mmoja, na mara nyingine hayatokei ndani ya mwaka mmoja. Fikra na mitazamo ya kizamani hauwezi ukaishinda kiwepesi hivi, na mara ingine unaweza ukakutana na, na upinzani kwa watu wako wa kwa karibu. Kwa hiyo ili ulifanikishe hili, inabidi uanze kufikiria kufanya jambo moja dogodogo, naanzia kwenye tabia zako na mwenendo yako pole pole, taratibu. Baada ya muda, vile vidogo vidogo vikiunganishwa litakuwa ni jambo moja kubwa ambalo litakuwa sasa ndo hayo maisha unayoyataka, ndo hayo matokeo unayoyataka na ndo hayo mafanikio ambayo ulikuwa unayatamani. Asante sana, natumaini umepata la kujifunza. Natumaini fikra na minyororo iliyofunga maendeleo na maisha yako kutokea zamani inaondoka sasa, na unaanza kufikiria ulimwengu na kuutazama kwa namna tofauti. Natumaini ipo siku utarudi na kucomment kwenye hii video kwamba kuna jambo ulijifunza na maisha yamebadilika, na unakiona kile ulichotaka kukiishi. Asante sana, kama hujasubscribe usiache kusubscribe. like, share na wajulishe wengine kwamba kuna somo kama hili ambalo tunalihitaji sisi vijana ili tubadilishe maisha. Mi naitwa Michael, kocha wako wa mindset personal na professional development. Asante na hii ni Lenzi.